Kegatuzi namba 31 ambapo zaidi ya familia 1,800 zinatarajiwa kunufaika na maji safi kufuatia uzinduzi wa mradi wa thamani ya shilingi milioni 47. Mradi huo unahusisha visima vinne ambavyo tayari vimechimbwa, huku maji yakisafirishwa zaidi ya kilomita tatu kutoka milima ya Abadea hadi nyumbani mwa watu huko Surugoi, Mutara, Madhenya, Mwihoko na Wiyumirie. Sisi tunaweza mshukuru sana sana sana kwa kazi yenye ametupea saa hii. Unaniona mimi niko na vitu ya kazi saa hii, nimefanya kazi, natoka hapa na mkate sasa, a watoto wangu wanakula watoto wangu mpaka uga kila kitu za saa hii, tumetosheka sana, mama yetu, na mashule yetu tutapata tutapa maji safi, sababu hapa tukikosa maji safi tuko na shida sana, magonjwa ya dairia, magonjwa kama hiyo yanatokana na mambo ya uchafu. Kwa hivyo tunaomba sana huu mradi malisike, na tuko na imani haya maji tukiyapata, maradhi yatakwisha, punda zitapumzika. E, tumechoka kwenda na punda na ndio pale tunasema kuvuma kwa upepo wa kutobadili misimu ya jua. Kwa hivyo mheshimiwa Kiunjuri aendelee kukaa mahali yupo ili pesa ipatikane asaidie na wengine kama alivyotusaidia na sisi.